Okay, ebwana, asalamu alaikum ndugu zangu, poleni na matatizo yote ebwana. Leo nina vitu ambavyo e, nataka wale watu ambao wametumia chumvi ya mawe kwa muda mrefu kuoga lakini huwa hamfanikiwi, na video hii ninairekodi nikiwa hapa, niko kwenye bafu. Sasa nataka nikuelekeze kitu kimoja unaweza ukajitibu mwenyewe mfano hawa watu ambao mnaishi huko Marekani, pangine kuna madawa e, mnashindwa kuyapata, huenda kuna vitu vingi e, mnashindwa kuwa navyo. Kitu cha kufanya cha kwanza kabisa, kama wewe unasumbuliwa na mikosi, pesa zako hazitunziki kila ukienda kazini unakuwa usikilizwi, na una application zozote unataka kuzijaza kwa ajili ya maisha yako, labda kutafuta kazi, uenda unaenda kufanya interview, au kuna test au una ahadi yoyote, na wakati huo unatafuta njia ya haraka haraka, lakini unashindwa. Nitakuelekeza dawa ambayo unaweza ukaifanya hapo ulipo mm, na ikakuletea matumaini ama mafanikio ya kile ambacho unachokwenda Ukifanya chukua tu chumvi ya mawe, chukua chumvi ya mawe kama hii, hizi zinapatikana duniani kote. Kijiko kimoja kama hiki, ukishachukua kijiko kimoja, unajua watu wa Marekani wengi wenu mnakuwa amna ndoo za kuogea. Cha kufanya niangalie hiki umeona, hili ili shawa lako ili siyo ndo beseni hili, sawa, mimina hapa, mimina hapa kijiko chako kimoja, sawa, alafu Ee, ukishamaliza hapo chukua udi kama hizi sawa, hizi udi utachukua udi saba. Ukishachukua udi saba, udi tano utachukua udi tano ambazo hautoziwasha ila mbili utaziwasha kama hivi hapa chooni, sawa. Halafu utakwangua huu, haya, utakwangua hizi, utakuja utachanganya hapa kwenye udi lako, sawa. Wakati huo hapa umeweka maji na ile kuna sehemu nadhani, haya wale ambao mnatumia huwa kuna sehemu yanafungwa maji, maji yanakuwa hayatembei, yanatuama hapa hapa, sijui unanielewa. Lakini kama utapata ndoo ya maji itakuwa pia hauna haja ya kuweka huko. Hii tunaweka kwa watu wengine huko hawana ndoo zile za kuogea sawa. Kwa hiyo kisha kishaweka humo, tafuta kikopo, hata kama una kopo la kuogea, tafuta chupa hata ya maji ya kunywea ikate, utakuwa unachota kwa ajili ya kuweza kuoga unachanganya na ile chumvi yako ya mawe wakati huo, mishumaa yako hii inawaka kubwa zaidi. Tia nia ya kile kitu ambacho unakwenda kukifanya. Kwa kama unaenda kwenye kazi, sema mimi naenda kwenye kazi. unahitaji kukubarika na mpenzi wako, sema mimi nataka nikubarike na mpenzi wangu. Kwa hiyo ile nia utakayeiweka itakusaidia. Kwa hiyo fanya hili zoezi ndani ya siku saba ndugu yangu utanishukuru na utanikumbuka, lakini hakikisha udi, wakati unafanya udi wako unakuwa unawaka vizuri mle. Ukimaliza hapo, utauzima udi wako, kesho tena utauwasha na utachukua tena udi zingine utachanganya mle. Hii ni for emergency, kwamba mtu eh, unajua wakati mwingine unataka kufanya jambo lako, halafu huna msaidizi, uko peke yako, hujui kitu gani cha kufanya. Hii itakusaidia kwanza, eh, kukupandisha nyota zako vizuri, na itakusaidia pia kuondoa e, nini tuseme yale mandoto ndoto ya ajabu. Hiyo kitu utaendelea kufanya, tafuta chumvi yako ya mawe na kama utakosa, tafuta hata hiyo chumvi ya unga e. Lakini kama ile chumvi ya unga, utaweka vijiko viwili, na kuna wengine hizi za mawe zinakuwa ni mtihani e. Ile ya unga kawaida weka vijiko viwili, sio kimoja, kwa sababu hii inakoza haraka, kwa sababu ya ule ukali ambayo iko nayo e. Bwana, kama una maswali, una chochote unataka kuniuliza, hujaelewa, andika komenti nitakuelewesha, lakini pia share video hii na wengine wapate kuelimika, na pia like video zangu, ili nifahamu kwamba umependa kile kitu ambacho mimi nakifanya. Lakini pia bila kusahau, ukikosa, huu kuna udi unaitwa eh, unaitwa nini, sunflower. Umeona jina lake sunflower, zipo kwenye maduka ya Waindi. Huu ni udi mmoja mzuri sana, pia unaweza ukautumia kwa ajili ya zoezi lako, kwa sababu ukiweka humo unakoza haraka haraka. Kwa hiyo piga screenshot hapa, nenda ka kautafute ya bwana namba za simu ni 0755631291. Watu wa Texas, eh, Winston, mimi nakuja nadhani kuanzia tarehe saba Oktoba inshallah nitakuwepo huko, basi tuweze kuwasiliana na tuweze kupeana tiba bila ya masharti yoyote. Nite mganga international master kiboko yao, baibai kabisa ndani ya Marekani.